Kwa upande wa mikopo ilitoa pesa nyingi kwa ajili ya mikopo bilioni nane pointi tano sita bilioni hizo, baadhi ya vikundi, vikundi elfu moja na mia moja na ishirini na nne, kuandika maharage na yeye. Kwa hiyo ahadi atakapoingia kwenye madaraka shughuli za kuandika mikopo inaanza kutolewa kina mama kwa ajili ya mikopo hiyo, kwa ajili ya kina mama, kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya walemavu. Kwa hiyo vikundi kwa ajili ya kupata mikopo ya mama Samia, na mimi kiongozi wenu, nitahakikisha uoa wanasi

mpaka ishirini na tano kuna mengi yamefanyika.